taarifa kwa vyombo vya habari mlinda mlango wa Young Africans ya Dar es Salaam Djigui Diarra amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi septemba wa ligi kuu ya nbc msimu 2025-2026 akiwashinda Anthony trabi wa Singida Black Stars na muhamed bakari wa JKT tanzania Diarra alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo na kutoa mchango mkubwa kwa timu yake kwa michezo miwili aliyocheza ndani ya mwezi huo Kocha wa JKT Tanzania, Ahmad Ali amechaguliwa kwa kocha bora mwezi Septemba wa ligi kuu ya NBC akiwashinda Romain Folz wa Young Africans na Miguel Gamondi wa Singida Black Stars. Ahmad aliongoza JKT Tanzania kukusanya alama nne na kumaliza nafasi ya nne ndani ya mwezi huo huku timu yake ikionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo kwa michezo miwili iliyocheza ndani ya mwezi huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania.